Hakukubaliki Mheshimiwa Rais, wazee wa Dar es Salaam wamegoma kuchakaa, ndio maana umeona mzee Kimiti hajachakaa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi, Mheshimiwa Spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na mbunge wa Ilala, mzee Musa Zungu. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameki Mchemba. Mheshimiwa Waziri wa sekta ya maendeleo ya jamii wanawake jinsia na makundi maalum, Mheshimiwa mdogo wangu Doros Gwajima, mzee mtarajiwa, mawaziri wote mliohudhuria na manaibu wa, wa mawaziri, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa sana wazee wenzangu wa Dar es Salaam, waajiri wangu, itifaki imezingatiwa kazi na utu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi. Tena iendelee kweli kweli, Mheshimiwa Rais. Awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uhai na afya njema kutuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo. Pia tunatoa shukrani za dhati kwako binafsi kukubali wito wetu na kutenga muda wako ili kuja kuongea na taifa kupitia sisi wazee wa bandari salama Dar es Salaam, Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu mkubwa sana tunakushukuru. Hii ni heshima kubwa sana kwa mkoa wetu na heshima kubwa kwa wazee wa Dar es Salaam. Heshima hii imekuwa wakipewa wazee wa Dar es Salaam mara kadhaa na viongozi wetu waasisi waliotangulia, na wewe umekuwa unaiendeleza, na hii ni mara ya pili tunapata fursa hii. Tunakushukuru sana Sisi tutaienzi heshima na tunakuahidi kwamba Dar es Salaam iko salama kama wazee unavyoona wako salama. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunaungana na familia kubwa ya Watanzania kukupongeza kwa ushindi mkubwa ulioupata katika uchaguzi mkuu uliopita wa tarehe 29 Oktoba 2025. Ushindi hiu, huu umeonyesha imani kubwa walionayo Watanzania kwako Mheshimiwa Rais na kudhihirisha kwamba wewe ni kiongozi mahili na makini. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kukupa umri mrefu wenye afya nguvu baraka na hekima katika kutekeleza majukumu yako ulionayo katika taifa letu hili la Tanzania. Sisi wazee wa Dar es Salaam tunatambua kwamba kampeni zilikwenda vizuri kwa vyama vyote vilivyoshiriki na kuendesha michakato mizima kwa amani na utulivu. Tunatambua kwamba upigaji kura ulikuwa umekwenda vizuri sana hadi pale fujo na vurugu zilipotokea. Kadhia hii imetususha sana na kutufadhaisha, kwa sababu vifo vimetokea, mali za watu zimeharibiwa, za watu binafsi, za serikali na kadhalika miundombinu ambayo inatusaidia kwa Dar es Salaam imeathiriwa kiasi kwamba ikafika mzee Mbonde akitaka kutoka Mbagara kuja mjini inakuwa tatizo, lakini ilikuwa ni neema kubwa baada ya mwendo kasi ulipoanza. Kwa kweli imetufadhaisha wazee, tumesikitishwa na vifo vilivyotokea na uharibifu huo na tunamwomba Mwenyezi Mungu awahifadhi wale waliotangulia mbele ya haki na waweke mahala pema panapowastahiki. Tumepata faraja kubwa kwamba uliichukia ulichu, kadhia hii kwa uzito mkubwa na uliongea na taifa na kuonyesha masikitiko yako na serikali na ya serikali pale ulipozindua bunge, bunge letu tukufu uliahidi kwamba hatua kadhaa za kurejesha amani na utulivu, na kuahidi kwamba jitihada zitafanywa ili kuhakikisha changamoto zilizojitokeza hazitarejea tena kwenye taifa letu. Ukweli ni wakumbushe nchi hii wakati tunatawaliwa na wakoloni wa Kiingereza kuna mengi yaliyotokea. Wazee wenzangu wote wanajua kwamba kulikuwa na kodi ya kichwa, huwezi kutoka mahala moja kwenda kwingine, ili mradi una kichwa, lazima ulipe kodi ya kichwa, ilikuwa adha kubwa, au sivyo? Hakuna aliyeingia barabarani, hali hakuna akunaishi kapanga. Mwalimu Nyerere Aliongeza mazungumzo, mwisho tukapata uhuru. Sasa leo kulikoni? Sisi uzee kwa upande wetu tunashangaa. Inshallah, mwenyezi Mungu ataleta heri yake. Tunakushukuru kwamba baadhi ya hatua hizo ulizochukua ni kuunda tume ya uchunguzi ili kubaini kiini cha haya yaliyotokea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 wametupatia ofisi ya baraza la wazee la ushauri wilaya ya Kigamboni, ofisi nzuri sana ambayo inaongozwa na kaka yangu hapa Brigadier General mstaafu Harub Othman, huyu aliyesimama hapo. Hongera sana watu wa Kigamboni, hili basi liwatie maya wakuu wa wilaya wengine wa Dar es Salaam na wakurugenzi na wao waone. Kigamboni wameonyesha njia, si vibaya Ilala wakapata Kinondoni na kwingine. Miaka bin Harithi anasema dawa braso, dawa ya shaba, dawa ya mapenzi mahaba, ukipata kidogo si haba, tupeni japo kidogo. Mheshimiwa Rais hakika kabisa ni wamshukuru mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, imekuwa kama ni nuru kwetu, anafanya kazi bila kuchoka, ni mtu ambaye ah, simpigii debe lakini hodari, ingawa watu wanasema ukimsifia mgema tembo atalitia maji lakini ukijana cha lamila hawezi kutia maji tembo. Mheshimiwa Rais, niruhusu nichomekee jambo dogo la mwisho. Mheshimiwa Rais, kama unavyojua kwenye wizara ya ardhi kuna mabaraza ya ardhi ya kutatua migogoro ya ardhi nchi nzima. Hapa Dar es Salaam tunayo matano: Kinondoni, Temeke, Ilala, Ubungo na Kigamboni na haya mabaraza yana washauri, wale washauri ni wazee, tena wazee kweli. Mmoja mze wapo mzee Liundi, huyo hapo, ana hudumu katika baraza la ushauri la ardhi pale Kinondoni. Anatoka kwake anakwenda Mwananyamala kwenye baraza na kurudi na kupata chochote. Lakini mama, posho inayotolewa bado ya mwaka arobaini na saba. Naona haya hata kuisema hapa na mawaziri wapo hapa na waziri wa ardhi yupo tena mpya, umemchagua. Sheria inasema iko kwenye discretion yake na yule msajili wa mabaraza, ili kuona anaiboreshaje, na hiyo inakuwa inatofautiana kati ya majiji, wilaya na sehemu zingine, ili waweze kufanya kazi vizuri, kushauri vizuri, migogoro ya ardhi iondoke. Ah, sitakusema sana, nafikiri umenielewa mama. Basi, kwa hayo machache ya kuchomekea niseme kwamba, mwisho, naomba kwa mara nyingine tena kuwashukuru na kushukuru wewe kwa niaba ya wazee wa Dar es Salaam na wazee wa nchi nzima kwa ujumla kwa kuteka, kutenga muda wako adhimu kuzungumza na taifa kupitia sisi. Tunakutakia kila laheri, Mwenyezi Mungu akubarik akubariki, akujalie, akupe afya njema na maisha marefu hekima, utulivu na busara. Mheshimiwa Rais, mkutano huu ni wakwako. Kwa haya nilochomekea, ni uyeradhi basi, karibu uongee na Watanzania. Tuongeze tena makofi kwa mwenyekiti wa baraza la wazee. Wazee oye! Dar es Salaam, oye! Mheshimiwa Rais kwa heshima na taadhima